Tena ninakukaribisha katika kipindi cha siku hii ya leo, na leo tuna mwendelezo wa kipindi kile kilichopita, kipindi cha jumbe za malaika watatu. Na katika kipindi kilichopita, tulikuwa tukiangalia jinsi watu wengi walivyo na uelewa nusu kwa habari ya jumbe hizi za malaika watatu. Watu wengi hawaelewi, wanasema tu kwamba jumbe za malaika watatu, lakini hawana uelewa ulio mkamilifu. sasa Leo tunaanza kuchimba jumbe hizi za malaika watatu tukianza na malaika yule wa kwanza, na kabla hatujaanza basi, nikukaribishe tuweze kuomba. Baba yetu mwema na Mungu wetu, tunashukuru kwa kutupa nafasi ya kuweza kujifunza siku hii ya leo. Tupatie nafasi ya kuweza kuelewa ili yote ambayo umekusudia tuweze kuyafahamu, tukayafahamu na jina lako likapate kutukuzwa neema yako yatosha, kwa kuwa tunaomba kupitia jina la Yesu mwokozi wetu, amen. Naam, tunapoanza hebu tufungue katika kitabu kile cha Ufunuo sura ya 14 mstari mstari wa sita na wa saba. Hapa ndipo malaika wa kwanza anatani. Ufunuo 14 mstari wa sita na wa saba nasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele awahubiri hao wakaao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza kwa maana saa ya hukumu yake imekuja, msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Sasa tunapojifunza habari ya ujumbe wa malaika wa kwanza umefunuliwa katika Ufunuo sura ya kumi na nne fungu la sita na la saba, na ujumbe huu wa malaika wa kwanza wenyewe upo katika makundi makubwa mawili. Kundi la kwanza ni katika fungu la sita na kundi la pili ni katika fungu la saba. Fungu la sita, ambapo ndio sehemu ya kwanza, yenyewe inatupatia utambulisho wa malaika. Fungu la saba yenyewe inatupatia ujumbe wa malaika au content yenyewe. Sasa sasa, tuanze kwa kuangalia utambulisho katika fungu lile la sita. Kwanza, Yohana anatuambia aliona malaika. Neno malaika katika lugha ya Kiyunani ni neno angelos. Neno hili linamaanisha mjumbe au linaweza kumaanisha mletaji wa habari, mletaji wa habari njema Sote tunafahamu ya kwamba malaika ni viumbe wa Mungu, ni viumbe wa kiroho wow, ambao wao wana nguvu zaidi ya sisi wanadamu. They are more superior than we human beings. Wana uwezo mkubwa, wana uwezo wa kufanya mambo makubwa sana, wao ni viumbe wa Mungu. Na unaposoma fungu hili, ukisikia malaika anayetajwa hapo, haimaanishi ni malaika wa mbinguni. Sio malaika wa mbinguni. Kwa nini? sababu kubwa moja ambayo inatufanya tufahamu ya kwamba huyo si malaika wa mbinguni imefunguliwa hapo hapo fungu la sita anasema A mwenye Injili ya milele hawaubiri hao wakaao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Kwa nini sio malaika wa mbinguni? malaika wa mbinguni hawajakabidhiwa kazi ya kuhubiri Injili. Malaika huyu anayetajwa hapa yeye ana kazi ya kuhubiri, lakini pia kama tutakavyoona amefunuliwa, anayo Injili ya milele. Sasa kazi ya kuhubiri walikabidhiwa kina nani? Mathayo sura ya 28 mstari wa kumi na tisa anasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la Baba na na mwana na Roho Mtakatifu. Marko 16 fungu la 15, anasema enendeni ulimwenguni wote, mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Kwa hiyo kazi ya kuhubiri injili imekabidhiwa watu wa Mungu, na hapa alikuwa ni mitume wale 12, ambao ni 11, samana Yuda tayari alikuwa hayupo hapo. Wakiwa hapa duniani, Yesu aliwakabidhi kazi ya kuhubiri injili, waende wakahubiri injili. Kwa hiyo ukisikia malaika ambaye anaonyeshwa hapa, sio malaika wa mbinguni, ni wajumbe wa Mungu wanaopeleka habari njema, ni watu wa Mungu ambao wanapeleka habari njema, wenye injili ya milele wanaenda kuwahubiri wengine, ili na wao waweze kuupokea ukweli wa neno la Mungu. Katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, Ellen G. White anaandika gombo la 9 ukurasa wa 19, anasema, kwa namna ya pekee wa Adventista wa Sabato wamewekwa ulimwenguni kama walinzi na wabeba nuru. Wao wamekabidhiwa onyo la mwisho kwa ulimwengu unaoangamia. Juu yao kunaangaza nuru ya ajabu kutoka kwa neno la Mungu. Wamepewa kazi ya maana sana kutangaza jumbe za malaika wa kwanza wa pili na watatu. Hakuna kazi nyingine yenye umuhimu mkubwa sana zaidi ya hiyo, hawapaswi kuruhusu kitu kingine chochote kichukue usikivu wao. Kwa hiyo, angalia, wajumbe wa Mungu hapo wanatajwa ya kwamba wao ndio yule malaika aliyofunuliwa katika fungu lile la sita. Kuongezea hapo Nabii huyu huyu anaeleza katika shuhuda kwa kanisa gogo la tano ukurasa wa 455 um, anasema Mungu ameliita kanisa lake leo kama alivyoita Israeli ya kale, kusimama kama nuru duniani kwa uweza mkuu wa ukweli kupitia jumbe za malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Amewatenga kutoka kwenye makanisa na ulimwengu ili awalete kwenye utakatifu unaokaribiana naye amewafanya kuwa watunzaji wa sheria yake, amewakabidhi kazi kuu ya kupeleka habari njema kama ilivyokuwa kwa maneno matakatifu alivyokabidhiwa kwa Israeli ya kale. Kweli hizi ni dhamana takatifu ya kuwasilishwa kwa ulimwengu. Kwa hiyo ukisoma malaika anayetajwa katika Ufunuo sura ya 14 sio malaika wa mbinguni, ila ni wajumbe wa Mungu ni kanisa la Mungu na watu wake waliopewa ujumbe wa kupeleka kwa maana ya ujumbe wa malaika wa kwanza malaika wa pili na malaika wa tatu sasa utambulisho wa pili malaika huyo alikuwa anaruka maana yake ni nini kuruka inaashiria uharaka malaika alikuwa si tu anatembea na wala si anakimbia ila alikuwa anaruka suala la kuruka linaenda kasi zaidi ya kutembea linaenda kasi zaidi ya kutambaa, linaenda kasi zaidi ya kukimbia. Unajua hata mtu akikimbia, alafu mwingine akiruka, yule anayeruka anaenda kwa haraka kuliko yule anayekimbia. Kwa hiyo ukisikia malaika anaruka, maana yake kazi hii ambayo Mungu ameikabidhi kwa kanisa inapaswa ipelekwe kwa haraka na inapaswa ikamilike kwa haraka. Nini ambacho kitasaidia kupelekwa kwake kwa haraka? Moja ni teknolojia. Kwa maana ya teknolojia iliyokuwa itawasaidia sana watu wa Mungu katika kupeleka ujumbe kwa haraka. Kwa hiyo malaika anaporuka anafunua ni uharaka wa kupeleka ujumbe. Malaika anaruka wapi? Malaika anaruka katikati ya mbingu. Maana yake ni nini? Mambo matatu. Jambo la kwanza, ujumbe wake una chanzo na hekima ya juu, hekima ya kimbingu. Maana anasema anaruka juu ya mbingu, hajasema juu ardhini kwa hiyo ujumbe wake una hekima kutoka mbinguni. Lakini namba mbili, ujumbe wake ni msafi na ni wenye utukufu. Namba tatu, kuruka katikati ya mbingu, maana yake ujumbe wake unapaswa kuonekana kwa watu wote. Akiwa hapa angani, malaika anaweza kuonekana kwa watu wote. Kwa hiyo lazima ujumbe wake uwafikie watu wote, ndio maana anasema anawahubiri watu wa kila taifa, kabila lugha na jamaa. Ndiyo kuruka katikati ya mbingu, uwezo wa kuonekana kwa kila mtu. Ujumbe wake unapata nafasi ya kuonekana kwa kila mmoja. Lakini jambo lingine anasema ni malaika mwenye injili ya milele. Kwa hiyo sio tu ujumbe wake ni habari ya nabii peke yake, lakini pia ujumbe wake ni injili ya milele. Sasa nini maana yake? Mambo manne yafuatayo kama unavyoona katika kiambazo chako hapo ana injili ya milele. Maana yake ni injili isiyobadilika, habari njema ya wokovu iliyo katika Kristo Yesu. Wagalatia moja fungu la nane anasema, ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri na laaniwe. Kwa hiyo injili ya milele ni injili ile ile iliyotolewa tangu mwanzo, tangu kuwekwa kwa misingi ya dunia. Ndiyo injili ambayo kwa mara ya kwanza ilisikika katika bustani ya Edeni Mungu alipomwambia shetani ya kwamba nitaweka uadui kati yako na mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake. Kwa mara ya kwanza habari ya wokovu inasikika katika masikio ya mwanadamu. Lakini jambo la tatu, injili hii ina namna ya kiungu, kwa maana kwamba inahusisha nafsi zote tatu: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba ana usikali katika habari ya injili. Yeye ndiye aliyemtoa mwana wake, anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee. Mwana ana usikali, yeye ndiye mwokozi wa ulimwengu, ndiye anayejitoa, ndiye aliye sadaka yetu, ndiye aliye mwokozi wa ulimwengu huu. Yeye ndiye mwokozi wa wanadamu wote aliyechinjwa tangu kuwekwa msingi ya ulimwengu. Roho Mtakatifu ana usikali, Yeye ndiye anemleta mwokozi duniani, anazaliwa Alafu anamuwezesha katika huduma yake hapa duniani na baadaye anapopaa ndiye roho anayekuwa juu ya waumini. Kwa hiyo ni injili ambayo inahusisha nafsi zote tatu. Jambo la nne, anasema akanenda kwa sauti kuu. Sauti kuu inafunua ukweli ya kwamba injili hii lazima iumiliwe kwa uweza wa roho mtakatifu. Sikiliza vizuri, injili ilipofunguliwa Roho Mtakatifu alimwagwa wa wakati wa Pentecost, alifanya kazi kubwa katika mitume na injili ikahubiriwa, mbegu ikapandwa, mbegu ikakua, mbegu ikaota. Ndio tunaona leo jumuiya wa ya Wakristo wengi duniani, maana ni kazi ya Roho Mtakatifu aliyoianzisha katika kundi dogo la watu wa Mungu. Ukweli huo unafunua ya kwamba katika kufungwa kwa kazi ya injili, Mungu atamwaga Roho Mtakatifu kwa uwezo wote. Ndio inaitwa mvua ya masika. Kwa hiyo Roho Mtakatifu atakapomwagwa, habari hizi zitahubiriwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ndio maana anasema malaika huyo alihubiri kwa sauti kwao. Sauti inahusisha uwezo wa kuhubiri injili wakiwezeshwa na Roho Mtakatifu. Nabii anaandika hivi, ninapomalizia nukuu hii katika kitabu cha Pambano Kuu ukurasa wa 355, anasema na sauti kuu ambayo onyo hilo linatolewa kwalo na tangazo lake kwa wote wakaao juu ya nchi, kwa kila taifa na kabila na lugha na jamaa, kunatoa uthibitisho wa mwendo wa kasi na kiwango cha kufikia dunia nzima. Kwa hiyo habari hizi zitahubiriwa na kufika katika dunia nzima. Hakuna mwanadamu ambaye hatapata nafasi ya kusikia, kila mmoja atasikia na kila mmoja ataamua katika habari ya kumchagua Mungu na ukweli wake au kumkataa Mungu na ukweli wake. Ndio maana jumbe hizi za malaika watatu zitahubiliwa, zitakuwa ni jumbe ambazo zitaleta utengano. Wale ambao watakubali kuzikumbatia jumbe hizi na kuziishi, na kuna wale ambao watakataa, maana Mungu alazimisha watakataa jumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Leo tulipokuwa tunaangalia habari ya ujumbe wa malaika wa kwanza, tumeangalia kipengele cha kwanza tu ambacho chenyewe kiko katika fungu la sita, kinamtambulisha malaika. Juma linalofuata au kipindi kinachofuata tutaangalia sehemu ya pili, fungu la saba, ambapo malaika sasa anatoa ule ujumbe wake, na kuanzia hapo ndio tunaelewa hizi jumbe jinsi zilivyofunuliwa. Mungu akubariki, na endelea kuwa pamoja nasi na ikiwa unaona tembelea channel hii kwa mara ya kwanza, basi usiache kulike na kucomment na kusubscribe channel hii yetu ili Bwana aendelee kutubariki kwa mafundisho mbalimbali ambayo yanatuongoza kumfahamu na kumjua Mungu wetu. Mungu atubariki kwa jina la Yesu Amen. Basi tuombe tunapohitimisha. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tunashukuru kwa ajili ya wakati huu. Asante kwa neema yako na asante kwa mafundisho ambayo yanatuongoza, tuweze kujifunza. Tusaidie yaweze kukaa ndani ya mioyo yetu yakatuongoze kwa jina la Yesu mwokozi wetu. Amen.